yako kama unayo, hata kama iko kwenye simu, nyanyua simu yako. Hata kama kuna message zako za WhatsApp zenye umbea na udaku, nyanyua tu. <laughs> E, usiogope. Alafu, kama kama iko kwenye simu, ambie jirani yako huko kuna message zangu, ila kuna Biblia pia <laughs> e, kama imo, imetosha. Ebu nyanyua biblia yako kama una hard copy, nyanyua kabisa, asa mwambie jirani yako, hii ndiyo Bibilia. Bro, tutaanzia hapo kwanza, ili kwa sababu tutatembea na Biblia mwanzo mpaka mwisho. Sasa naomba ulifuate kwa makini katika muda tulio nao, nikiuliza swali unajibu uwe unajua. Sana hujui sana, jibu tu, hakuna kukosea hapa. Alafu kama, kama unajua jibu hujui jibu alafu ili twende na ujibu kwa sauti, tuko pamoja Maswali ni marahisi tu, yakiwa magumu kwako, basi pambana nalo. Swali la kwanza, Biblia ina vitabu vingapi eh? Mnajibu tu kwa sauti wote, vingapi? sitini na sita. Asante sana, mwambie mwenzako umepata. Ambayo viko kwenye makundi makubwa mangapi? good. mwambie mwenzako good. mwambie you are good. Haya, viko kwenye makundi makubwa mangapi Kundi la kwanza Agano la Kale, kundi la pili Agano Jipya. Mwambie mwenzako huko vizuri. Haya, agano la kale, Agano la Kale lina vitabu vingapi? 39. Agano Jipya 27. Biblia hii hii ina makundi madogo madogo mangapi? E, mara <laughs> hii aya, mwambie mwenzako 9 9 kundi la kwanza vinaitwa vitabu vya Torati au sheria viko vitano, kuanzia Mwanzo, Kutoka, mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la hilo. ni kundi la ngapi? Vinaitwaje? vitabu vya sheria au Torati viko vingapi? nani aliviandika? Ali Musa. Hilo ni kundi la ngapi? Kundi la pili vinaitwa vitabu vya historia Kuanzia Joshua mpaka Esther viko 12. Nimesema vinaitwaje? Historia, historical books, viko 12. Hilo ni kundi la ngapi? Kundi la tatu vinaitwa vitabu vya mashairi, poetic books, viko vitano, kuanzia Ayubu mpaka wimbo ulio bora viko vitano. Vinaitwaje? Mashairi. Viko vingapi? Kundi la ngapi hilo? la tatu. Kundi la nne vinaitwa vitabu vya manabii wakubwa, vinaanzia Danieli, vinaanzia Isaya mpaka Danieli, viko vitano. Manabii nini? Viko vingapi? Kundi la ngapi hilo? Kundi la tano vinaitwa vitabu vya manabii wadogo, viko 12, kuanzia Hosea mpaka Malaki, na ndio mwisho wa agano la kale. Kundi la ngapi hilo? La tano. Viko vingapi? kumi na mbili. Kundi la sita tunaingia Gano Jipya, vinaitwa vitabu vya Injili, gospel books viko vinne: Matayo, Marko, Luka na Yohana. Kundi la ngapi hilo? La sita. Viko vingapi? hivi ndivyo ambavyo vinamweleza Yesu mubashara akiwa duniani hapa husikia Yesu akaenda, Yesu akafanya, Yesu akarudi, Yesu. Ni vitabu vingapi? Biblia ina rekodi matukio 129 Yesu aliyofanya kwa hapa duniani, inaitwa instances. Instances. Instances ziko 129. Miujiza ya Yesu iko 35 alafu parables vile visa masimulizi mifano iko 40 alafu na matukio mengine, jumla 129 alifanya, na wanaoandika matukio hayo ni watu wanne Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Hilo nao tena ni somo lingine, muda a choshi kuelezea habari zao. Yesu alikaa duniani miaka 33 na nusu, lakini matukio haya walioandika mengi ni ya wiki hii tu, inaitwa Passion Week, wiki ya mateso ambayo ian ilianzia, ilianzia tarehe saba mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka kumnaani, wa 31 AD Imekuwaje leo sio somo langu. Nataka nikuambie hivi vitabu vilivyo hilo, hilo ni kundi la ngapi? La sita. Kundi la saba kitabu hiki kimoja kitabu cha matendo ya mitume hiki ndio kitabu cha mpito kutoka kwenye Judaism kuingia kwenye Christianity, kutoka kwenye dini ya Kiyahudi kuingia kwenye dini ya Kikristo, ambao pale Antiokia kwa mara ya kwanza watu waliitwa Wakristo. Kitabu cha matendo ya mitume ndio kitabu cha uinjilisti chenye mapambano ya, ya, mahubiri ya kuacha mambo ya mila za Kiyahudi na nini. Kitabu cha matendo ya mitume ndio kitabu cha kushani nguo shika paka paka, eh, mapambano ya paka shika nguo chanika, matendo ya mitume. Kama unahubiri injili alafu cha, cha, cha, cha, matendo ya mitume ukijui, we ni muongo na kweli haimo ndani ah, ah. Kama hujui matendo ya mitume na unahubiri injili eh. Acha cha kwanza acha cha kwanza, matendo ya nini ya mitume, ndio kitabu chenye purukushani za uinjilisti, utamu wa uinjilisti na machungu yake, mikasa, mauaji, raha, kitabu cha, cha matendo ya mitume. Kundi la ngapi hilo? Saba. Kundi la nane inaitwa vitabu vya nyaraka letters Nyaraka, barua. Hivi viko ishirini na moja kuanzia Warumi mpaka Yuda, viko ishirini na moja Inaitwa nini? Nyaraka au barua. Viko vingapi? ishirini na moja Katika zile ishirini na moja nani kaandika nyingi? Paulo kaandika ngapi? kaandika 14 kati ya 21. Kaandika 14, zinabaki ngapi? kwenye ishina moja saba. Katika saba hizi nani kaandika nyingi? Yohana kaandika ngapi? Tatu. Zinabaki ngapi? Nne. Katika zile nne zilizobaki nani kaandika nyingi tena? Petro kaandika ngapi? Mbili. Zinabaki ngapi? Moja, wa Yakobo, mwingine wa nani? Yuda. Biblia uijue. Kuna mtu hapa, ukimwambia fungua waebrania anaanzia kwenye kutoka. Ushindi kwa jina la Yesu yaani Biblia unayo, hujui hata kuifungua. Na kuna mtu hapa, tangu umekuwa Mkristo hujui kitabu hata hiki, na hujui hata fungu la kukariri hata, hata ile mwambie mwenzako, ndio wewe nini? E, yaani Biblia hujui Biblia, na unayo na husomi na hujui hata fungu moja, na hata msako, kila, kila mtu aseme fungu lake nalolijua. Mtu asema, ah huyu ameniwahi fungu langu, fungu lako <laughs> andiko wewe Biblia lazima iwe rafiki yako, uijue, alafu ikae wapi? Kichwani. Siku zinakuja kama hizi za juzi hapo, unakwenda kwenda kanisani popote. Biblia itabaki iliyo wapi? Eh, kana kichwani. Sasa Biblia uijue na hata uwe mwepesi wa kufungua. Kuna mtu hapo, ukimwambia fungua Filemoni, mpaka kichokutwa kwenye lunch bado ndo mpaka ende kwenye yaliomo Filemoni. <laughs> ule, ushamba, sio? Sasa ushamba. Ushamba. Katika hizi nyaraka kumi na nne... muda hautoshi. Nyaraka 14 za Paulo nazo zina utamu wake. Katika nyaraka 14 za Paulo, sikiliza utamu wake, nyaraka 14 za Paulo ni nyaraka 10. Katika nyaraka 14 za Paulo ni nyaraka tatu tu ambazo Paulo aliandika akisukuma na Roho Mtakatifu, aki yeye mwenyewe ameamua kuandikia hawa watu nambao ni waraka kwa Warumi, waraka kwa Wakolosai na waraka kwa Waebrania. Wengine wote Paulo aliandika akijibu hoja ambazo walikuwa wamemwandikia ama barua zao, ama walimtumia mtu amuulize maswali, walikuwa na maswali mengi. Anapowajibu sasa, ndio tuna majibu yake. Sasa shida ni hii, tuna majibu ya Paulo ila hatuna maswali yale waliomuuliza. Ndio shida inayosumbua watu katika nyaka za Paulo. Kwa hiyo unaposikia anapowaambia inye Wagalatia msiokuwa na akili, nani aliyewaloga? Sasa wameloga kwa uchawi upi, watanga au wa Bagamoyo? sababu shida yao di ujui, ila tu anawambia nani aliyewaloga, ila kwenye barua yao alipomwandikia ambayo sisi hatuna, ajua kwamba kumbe wamelogwa. Au alapo mwambia Timoteo, tangu sasa usinywe maji tu, kunywa na mvinyo kidogo, kwa sababu ya afya yako, sababu ya tumbo lako. Nasema unaona, Biblia imeruhusu mvinyo kidogo. Wewe ndio Timotheo? Wewe ndio Timotheo? Wewe tumbo la Timotheo, walijua alikuwa na shida gani? Acha ushamba au. <laughs> hapo sema <laughs> kwamba tangu, simpi ruhusa mwanamke kunena kanisani, kama ana swali asubiri watu tena, kwa nani? Kama hana mme, kama hana mme afanye nini sasa lazima ujue kwamba hawa wanaweka kanisani walikuwa wananena nini ambacho Paulo anakemea, kulikuwa kuna nini kinaendelea? Kwa hiyo hizi nyaraka zote hizi kwa Wakorinto, kwa Wagalatia, kwa Waefeso walikuwa anajibu hoja, ila nyaraka kwa Warumi, waraka kwa Wakolosai na kwa Ibrania aliwaandikia tu akisukuma ndio maana hata lugha yake is polished, ni, ni lugha nzuri. Hao wengine anakemea na kuwatisha kabisa na kuwalani wengine, lakini hao wengine huyo. Sasa hizo ni, ni nyaraka za, za Paulo. muda utoshi huwa anahubiri vitabu vya Paulo mwezi mzima na haviishi. Kundi la mwisho la tisa, kitabu hiki cha ufunuo wa nani? hicho kitabu hicho ni kitabu cha matukio ya siku za mwisho, na ndicho kitabu kinachoelezea unabii ujao, ndio kitabu cha sasa utamu wake, ambacho kina rafiki yake kwenye Agano la Kale, ambaye ni kitabu cha nini? Danieli. Danieli na ufunuo ndio wimbo wa sasa. Utaka kujua tunakoenda pakoje, matukio hayo hayo, naye hayaona. Ndio maana Yesu alisema muyaonapo ni haya changamkeni. Sasa kama huuna, hujui ufunuo umesema nini, huwezi kuchangamka ila asema changamkeni kwa hiyo hayo, hey, ndiyo makundi ya Biblia yajue sasa. Sikiliza, Biblia imeandikwa hivi aya, sura mbili za kwanza Ufunuo mmoja na Ufunuo mbili zinazungumzia dunia bila dhambi. dunia kabla ya dhambi, sura mbili za mwisho kwenye Ufunuo ishirini na moja na ishirini na mbili za mwisho nazo zinazungumzia dunia bila dhambi sura mbili za mwanzo dunia bila dhambi, sura mbili za mwisho dunia bila dhambi. Dhambi imeanzia kwenye sura ya tatu ya mwanzo. Hii inaitwa sura ya dhambi, sura ya, ya, ya uovu, sura ya, ya mauti, sura ya nyoka, sura ya giza, sura ya anguko, sura ya ngapi? Ya tatu ya mwanzo, ndio sura mbaya kuliko zote katika Biblia yenye habari mbaya kuliko zote, maana ndio iliyotufikisha hapa kwa hiyo dhambi iliingia kwenye sura ya tatu. Dhambi ikasumbua ikasumbua ikasumbua mpaka kwenye Ufunuo sura ya ishirini, anaposema kisha nikaona malaika mwenye mnyororo mkubwa, akaja akamkamata, kam, yule nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na nani, akamfunga miaka mingapi? Hapo ndipo dhambi ikakoma kwenye sura ya ishirini ya Ufunuo. Sura ya ishirini na moja anasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Ndivyo Biblia ilivyoandikwa. Biblia ni tamu hata kuliko sega la asali. Isome ukiwa na furaha, na Biblia haitaki haraka. Kama una haraka, kama una haraka nenda kwanza, ndipo uje uisome. Haleluya! Hiyo ndio Biblia. Nataka tu kwanza nifanye utambulisho, alafu sura mbili za mwanzo hizi, Mwanzo moja na Mwanzo mbili ni utambulisho wa Mungu. Mungu anajitambulisha, lazima ujue Mungu anajihitaje kwenye Mwanzo moja na Mwanzo mbili kama hujui utambulisho wa Mungu na wewe unahubiri habari za Mungu, na wewe ni muongo kweli, haimo ndani. Lazima ujue Mungu anajitambulisha kwenye Mwanzo mmoja na Mwanzo po. Sasa mengine yaendelee, pungie mkono wako. Sijaanza kuhubiri bado, ko tunatoa uta, uta, utangulizi. Somo la leo, somo la leo linasema